Kasim Majaliwa ameagiza bodi ya soko la kimataifa la samaki la Feri kukutana na makampuni mbalimbali yanayouza gesi ili kupata kampuni inayouza kwa bei nafuu zaidi, kwa lengo likiwa ni kuwapunguzia gharama wakaangaji wa samaki sokoni hapo. Tupate taarifa kamili. Pia waziri mkuu Majaliwa amemtaka meneja wa soko hilo Bwana Solomon Mushi kuhakikisha wanakuwa na kifaa maalum cha kupimia ujazo wa mitungi ya gesi sokoni hapo ili kubaini kama ni sahihi. Waziri mkuu ametoa agizo hilo wakati alipofanya ziara ya ghafla katika soko kima la kimataifa la samaki la Feri kwa lengo la kuangalia mfumo wa majiko ya gesi sokoni hapo, ambapo ameonyesha kuridhishwa na yanavyofanya kazi. Make mwenyekiti wa bodi wa bodi yenu hiyo ambayo imeanzishwa ambayo kesho inakutana lazima ifanye mapitio ya makampuni yote ya gesi, kuona ni kampuni gani inauza gharama nafuu. Malengo yetu gesi ipungue wakati huu tukisubiri gesi ya Mtwara ianze kusambazwa kwenye majumba nadhani gharama hii itapungua. E, mradi tumeanza na majiko tayari, utekelezaji upo. Tumeona moshi ambao ulikuwa tunadhani ulikuwa unaathiri afya za wakangaji, sasa hatuna moshi, ni mvuke tu wa kawaida. Lakini mbili muhakikishe, mjiridhishe swala la usafi. Nimeona najitahidi, muendelee vizuri, mwendelee vizuri. Akizungumza kwa niaba ya faama biashara hao Bwana Ali Idi amesema awali walikuwa wanauziwa mtungi wa gesi wenye ujazo wa kilo 32 kwa shilingi sabini elfu na sasa umeongezeka hadi shilingi 98 elfu. kiasi ambacho ni kikubwa ukilinganisha na uzalishaji wao. kufanya kazi ni, ni hamna moshi, moshi. E, moshi. E, moshi, jiko nyali zingine na moto linakuwa safi lakini watunguzie tu bajeti kidogo ya gesi hiyo, ndio tutakuwa tusaidia sana, ili wale wananchi na kutoka nyumbani wa hali ya chini wapate kupata ile huduma na wao wapende kuendelea kuuza ili kupata kipato, kila mtu atosheleze. Waziri Mkuu, ambaye ametumia dakika 44, kulitembea soko hilo, alitoa maagizo hayo baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara ambao wanasema wamekuwa wakiuziwa gesi kwa bei kubwa ambayo imekuwa kiongezeka mara kwa mara.